Nakuja, nakuja, nakuja, nakuja stamili kiduchu, tunakuja. Haya, mme wangu wapi tena, mbona haihai? Mke wangu ah, naenda kupiga kura Kura? Yeah. Wow, kupiga kura, wao mnaambia hamna kwenda kupiga kura, na wewe hauendi kupiga kura hiyo waje sasa unaenda kupiga kura? Mke wangu, roho inanisuta hasa ninapoangalia haya maendeleo alioleta Dk. Mwinyi. Unajua huku kwetu mwanzo alikuwa akotaki hata mtu, lakini sasa hivi tazama, sasa hivi barabara mpaka uchochoroni, ukiangalia mahospitali, kuna nini, masoko yalojengo haya. A ah, a ah, siwezi kukaa mke wangu, lazima niende nikapige kura. Basi na mimi nakuja, tufuatane. Sawa, twende. Mimi niko hapo kidogo nje. Haya. Haya. Hichi ndio kichokuwa kinanigandisha hichi. Ndio kichokuwa kinanigandisha hicho. Mbona umechukua kadi ya Mzanzibari? Inayotakiwa kule ni kadi ya mpiga kura. Sio kitambulisho cha Mzanzibari bwana Madevu. Sasa hapo tatizo liko wapi mzee mwenzangu? Eh? Unaenda kupiga kura ya Zanzibar na hicho niktha Zanzibari, mkachukue na kadi ya mpiga kura bwana, ile ndio inotakiwa sio hii. Kila kitu kina umuhimu wake kwa wakati wake bwana. Shemegu umechukua ndicho, lakini se tunatangulia bana ah. Ha? Ha? Hine, no, aguana, Oktoba tunatiki.